na unasikiliza baraka 1 TV kutoka nchini jamhuri ya kidemokrasia ya kongo ikiwa ni tarehe saba za mwezi wa nne 2025 majira ni saa sita za mchana afrika ya kati ikiwa saba majira ya afrika ya mashariki na mimi ni rejab wakili kabonga uh, the one and only town djp kwa siku muda kama na huu tutazungumza kuhusiana na hali ambayo imeweza kujitokeza ndani ya jiji la Uvira baada ya makabiliano ya risasi kati ya wazalendo. Uh, kuna vitu viwili ambavyo mpaka sasa hivi tuko tunavizungumzia, lakini it, it, it, it seem like uh, baadhi ya viongozi wa kizalendo bado hawajaviweka wa akilini. Unajua, kitendo cha watu kuanza kupewa majukumu ya kuongoza na kisha kuanza kujilimbikizia, sasa wao badala ya kufanya kazi inayostahiki waanze kutafuta mambo mengine ambayo ni ya kudhalilisha wazalendo ni ya kuonesha kwamba kazi ambayo tuko tunafanya ni kazi bure, ili jambo halitokubalika. Kwa hiyo niliweza kupenda sana sagesi ya Makanaki uh, licha ya yote ambayo yameweza kutokea, ambayo ya amefanyika eh, shutuma zote ambayo ameweza kuzipewa alijitokeza na kuweza kuzungumzia shutuma zote ambazo zimeweza kutokea dhidi yake. Um, ilikuwaje? Mimi nitaongea kiufupi jinsi ilikuwa Nitawambia jinsi ilikuwa na mpaka tukafikia kwa ile hatua eh, nini ambacho kili really happened. So tungani wote kwa pamoja, ili kuweza kupata hii habari ya jinsi Uvira kulifanyika. Kumbuka tu kwamba operation saidia muzalendo hii yetu iko inaendelea na itazidi kuendelea. Kwa hiyo, ndugu zangu, bado tunahitaji support yenu, tunahitaji wepo wenu, tunahitaji umuhimu wenu sana ndani ya operation hii ili tuzidi kusonga mbele. Tunafanya mambo mengi kwa pamoja, tunazunguka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo uh, na bado ni ngali na harakati nyingi za kufanya. Inabidi tumuone Makanaki, tumuone Kashumba, tumuone rene, tumuone... Yani, viongozi wote wa uzalendo I inabidi tuwatembelee. Sasa hatutakuwa tunawatembelea mikono mitupu. Kwa hiyo ndugu zangu, nahitaji sana support kutoka kwenu, nahitaji uh, kuweza kuchangia kwa operation hii ili tuweze kufikia kile ambacho Uh, tunataka tuweze kuifanya. Uh, unajua wakati tuko tunasikiliza mitazamo ya viongozi wa kivita, tumesikiliza ngoma zito, tumemsikiliza William amuli ya Kutumba, tumemsikiliza uh, msemaji wake, uh, ile inakuwa iko inaleta picha ya kuona ni nini ambacho kiko kinaandaliwa kati ya wazalendo so, Ndo hivyo namba zetu ni hizo hapo. Tumia hizo namba ili tuweze kuwasiliana kwa ajili ya Eh, kukamilisha operasio hii saidia mzalina. Na wale wote ambao walijitolea wata wali kwamba watasaidia B1 TV kwa njia moja ama nyingine, jamani eh, tunawakumbusha tu kwamba eh, muda unakaribia hivi, siku zinaenda hivi, hadi ni deni bwana <laughs> eh, na pia tamila Baraka channel, channel 2, eh, kuna, kuna, kuna kitu moja hivi kikubwa sana B1 TV channel 2 Yeah ambayo tumefanya Luvungi. E, kuna mama moja ambaye anasimulia mambo mazito yaliyofanyika Luvungi ujio wa FRDC shida ambazo walizipata ni bila kuja kwa ya kutumba pale kama mambo yaharibika. Yaani anaongea kwa jazba mpaka unasema kweli unasantiri hapa kuna kitu. Unaona? Eh, tembelea Baraka One TV channel 2 utaikuta pale iko pale. Yeah. Iko pale wewe ingia in, tu pale uende umuone gisi iko ikuna anafanya mambo yeah, yeah, yeah, ni hatari sana. Kumbe ile wakati ilikuwa ni hatari sana. Ilikuwa ni shida sana. Eh, kule pia utakutana na matukio mbalimbali kutoka Baraka One TV na hivyo itaweza kukusaidia kuweza kupiga hatua mmoja au mato nyingine. Na no, no, ukifika kule pia usikose kushare na kusubscribe Baraka One TV channel tu. Sasa, Uvira mambo yalikuwa ni hivi. Kuna mzalendo mmoja ambaye inasemekana kwamba msemaji wake ambaye ni mdogo wake na alikuwa wa waziri wa maendeleo vijijini Francois Rubota ambaye anaitwa Nene Rubota. Sawa? Ni msemaji wa kundi moja ya Wazalendo. Kuna gari ambayo ilikuwa inatoka kuidedua kui nini watu gani masuala ya Dedwan Mark kutoa nje ya nchi kuingiza. Ndio ile ambayo niliongea interview ambayo tulifanya na SNPCC na Dalton nikamuuliza, inakuwaje in, in, eski Wazalendo mnakuwa bakopera? mnakuwa bana ni ba wanani ya ba deklara, kuna na deklara magari kutoka nje kuingiza ndani ma mizigo. Akasema pana wale ni wengine, lakini tunawaambia wachane na ile. Na ndio mchezo ambao pia ulifanyika wakati ile kundi moja linakwenda kudeklara ile gari kuingiza, wengine wakapata kwamba eh bwana mtu fulani ameenda kutoa gari kule, na hii entity inaongozwa na nani na makanaiki ushelewa. Kwa hiyo ikabidi wafuatilie, ewane, tunasikia umeingiza gari haya, nasema tupatie chetu. Achenu vipi? hii ni gari ya mkubwa ndio mambo yakaanzia pale. Ile tu wakapigana masasi pale, mwenye alikuwa anaendesha ile gari ambayo ni Nene Rubuta, mdogo wake ya Rubuta, akapata masasi nasikia yuko hospitali. Hekima ya Makanaki. Makanaki alitumia kima sana na niliwawekeni kidogo tu ambayo amezungumza lakini itabidi niwekeni yote ili muweze kusikiza nini ambacho alizungumza really kwa hii yote. Kwa hiyo, uh, tusikize hii hapa kutoka kwa, kwa Makanaki. Jambo, jambo wakongomani wote. Jambo, ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John ndio nabasalimia katika jina la Yesu Kristo Mwanazareti, nabasalimia nikiwa hapa Uvira leo tuko siku ya, ya Mungu Uh, kwa saa hizi na basalimia message niko nayo uh, kitu napenda kuzungumuza kama tunajijua, tuko wa viongozi wa zalendo katika nchi ya Kongo, tuko wa viongozi wa zalendo katika zone ya Uvira. Tufanye kazi na kilo na heshima na adabu, iwe kusisi wa viongozi kameme batu bote. Ni ba viongozi lakini kuna viongozi na adabu inapasha kuwa mkazi na kama ni kazi tunatumika, tulishika silaha juu ya kufanya kazi ya kizalendo. Tufanye kazi ya kizalendo, adui ikweko, tusigeuzane kuwa mahadui. Ndo neno ya kwanza napenda kusema ile, na ule mwene alikamata silaha juu kugeuza mwingine mutu ni adui Makanaki ni hadui na makanaki ya gioze mwingine mutu ni hadui. Mimi na basi sana, tuachane na ile mambo, tutie silaha, tunayua mkazi mui kazi ya kizalendo. Mkazi ya kizalendo iko na pointi tatu. Pointi ya kwanza, kuna watu waliingia mkizalendo juu ya madeni ya batu balikula madeni ya batu, bakaona kuna gisi ya kulipa madeni bakakosa kwa nini, bakakimbilia bakakimbilia kuwa bazalendo, yaani wa maimai. Pointi ya pili ni pointi gani? Uh, pointi ya kwanza tunasema ni pointi ya kuna watu waliingia mkazi ya kizalendo juu ya madeni, walikula madeni ya batu, wakashindwa kulipa, bakakimbia kuwa bamaimai wala wazalendo. Pointi ya tatu ni point ya bwizi. Kuna watu walishika silaha kuona hakuna jinsi tutafanza, tuko tunaiba, acha tukamate silaha juu tupate tru ya kuwa naiba. Nawaambia ni kushe tatu, kushe ya pili ni point nishasema, kushe ya kwanza, kushe ya tatu ni kushe, kushe ya pili ni kusema kuna watu walikamata silaha ni juu ya vantir juu ya bwizi balikuwa bamwizi bakaona akuna gisi bwizi iendelee banabafunga sana bana ba, donki banabafuatilia sana acha tukimbilie kuwa bamaimai wala bazalendo ndio tutapata tru ya kuiba bana wazia kuwa mzalendo ndio bwizi bana wazia kuwa mzalendo kama uko mdeni ya watu abata kulipishaka nayo pointi ya kumalizia pale, kuwa mzalendo, kuna watu waliingia kizalendo juu wapiganie inchi wala taifa ya Kongo, ndo pointi tatu ile. Na kama nasiye tunayua tulishika silaha juu ya kupigania taifa yetu ya inchi ya Kongo tu, adui koko, tufatane na adui lakini mwizi yoyote na mutu akwenda na salire mzalendo wala maimai ule mutu ni kumufuatilia, na tena ni kumu, maanake kumwazibu juu ni mutu anaharibisha reputation ya wazalendo, anatukanisha bazalendo. Kama vile tulisema pointi tatu ya kizalendo, kuko point ya bwizi, point ya madeni na pointi ya kupigania nchi kama tulikamata silaha juu ya kupigania nchi, tupiganie nchi. Atukukamata silaha ya kuwindana si peke kwa si epeki. Hapana, kama tulishika silaha. Mimi makanaki siwezi shika silaha juu nipiganishe mtoto mwenye mimi na nalee, hapana. Na kama mtoto anashika silaha anipiganishe mimi makanaki mi makanakii siwezi kamata silaha nipiganishe mwenzetu wala mtoto juu kya kwanza anazaliwa nyum, banazaliwa nyuma yangu. Mie makanakii nashika silaha, ni batoto bangali mtumbu, banakomala. Mimi niko tu jeshi na bababa yabo, kama vile bayomba yangu. Na leo hii tuikale kwa upendo na kwa uzuri, tufanye kazi ya inchi. Iko vitu ya haya kusikia mimi makanaki nipigane na mjomba wangu, iko uzuni sana na vitu ya haya. Na nayoa masase ililia mingi sana sikujibia, na nikafuata ile masase hadi kwenye venzetu, viko vene vanakuya eti vatanipiga masase. Mii nilivafuata na Mungu akanisaidia nikafika hadi kwenye viko, na tukazungumza na bakarudia na amani na kimya lakini busiku tena masaa sekalia kitu na basi sa. Mungu anasema saa ya vita inafika, twende ndo kitu na basi. Na ule mwene aliyua anakosea mwengine, wala mi makanaki mwene anayua mimi nilimkosea yake na nilimkosea, naomba msamaha sana, anihurumie. Sina tatizo na mutu, shida yangu adui ndo adui, ndo mimi makanaki ndapigana naye. Weye ata yoyote anayua nakuya na, na jianda, tapigana na makanaki. Mimi sitapigana naye hata kuya na vimba namna gani, afanye vyene anataka, lakini adui aduikweko mweneni makanaki, ndapigana naye weye. Utangaze makanaki anakula rushwa, ile ni kampanya uko nanifanyizia mimi. Makanaki niko kiongozi, madaraka yatoka kwa Mungu. Madaraka yatoka kwa Mungu. Mtu anasemaka na baba yake, mtu anasemaka na, na mtoto anapigaka baba, baba anapigaka mtoto, na mtoto anatukanaka baba. Sina tatizo na mtu. Nawaambia tuishi kwa amani. Niko kiongozi na jina uongozi itaishaka. Na mwene anajua ni kiongozi na jina uongozi itamshaka eko. Tujikomporte kama banaume, tujikamate kama banaume. Hii message na ipana ifike kwa kila mkongomani yote. Mimi makanaki siruhusiwi na Mungu wangu mwenyemi, niko naomba aniruhusu kukamata silaha nipigane na mwenzangu mzalendo, hata aseme vya nini aunde ya manjama yake. Makanaki ni mchafu, makanaki anashindwa kwenda kuvita. Kama mie makanaki siyashimama niende kuvita, weye unachunga nini kushimama uende kuvita? Sunajita kwa mzalendo, unajita uko jeneral, sushimame uende kuvita Weye mwene ojakula rushwa shimama uende kuvita, kama unasema mimi makana kina kula rushwa, maanake wende niletea nazo, na Mungu akemee hiyo pepo juu, munasema bene amuyui, Mungu abasamee sana, na hiyo juu ifike kila Kongole. Na baombea Mungu bene banasema ile neno, Mungu abasamee ila kitu, na basi Mw, kiongozi yote mzalendo mweneko nasema tunachunga makanaki ya shimame kuvita sasa shi. we mwenye unasema mie si ya shimama kuvita sasa, we kutaniwa sasa, na mimi niko na kuya nyuma yako. We mwenye ungali msafi ya uyachafuka, na Mungu abasame atuhurumie sana. Shimama kutaniwa kuvita, ila kitu unabapatia message sahi. Mungu anaruhusu vita, tushimame sasa. Mwenye na bezia kupiga risasi, twende sasa, aende apige risasi kwenye adui yuko kupitia Mungu na Mungu atuhurumie, Mungu atusamee. Kwa saa hizi sina tatizo na mtu mimi, jaribu niliona depuis zamani, ni message niko nayo kupitia Mungu. Hii jaribu iko, hii jaribu ya kwanza ni wivu ya kazi, ndo jaribu iko ya kwanza ni wivu ya kazi. Jaribu ya pili <laughs> pole sana, Mungu atusamee wa viongozi, tupendane, tuwe na upendo. Simama tufanye kazi tuache kugeuzana maadui. Usisukule silaha nakiapiganisha makanaki, utajipiga uwe peke, utajipiga uwe peke pamoja na Mungu. Mimi sina muda na saa ya kusharje silaha, mimi nikamate silaha wewe nipiganishe mwenzetu mzalendo omwe. Mimi ni kufu na Mungu, akemee hiyo pepo ishindwe katika jina la Yesu, hiyo pepo ishindwe. Wewe ungali naanda silaha, asemoke piganisha makanaki, hiyo pepo ishindwe na ikome katika jina la Yesu. Tia batoto chini, kila kiongozi wa mzalendo tia batoto chini. Ambia batoto batie mbavu chini, mtoto asikwenda simama kumotorola atukane batu matusi. Jeshi niko naye, wewe iko natukana kiongozi? Jeshi ingine inite huko natukana kiongozi. Viongozi havikalaki viwili, kiongozi ni umoya. Hakuna kiongozi wa hapa, hakuna kiongozi wa Fizi, hakuna kiongozi wa Bubembe, hakuna kiongozi wa wapi, hakuna kiongozi wa wapi, kiongozi ni kiongozi tu. Kama banakuambia wewe ni kiongozi, ni kiongozi. Kama banakuambia yule ni baba yako, kubali ni baba yako. Kama unakatala aiko baba yako, kesho atalamuka na kikwembe ya mama yako, atashimama kumlango, na utamuita papa, utamuita tu baba. Tujitonde, tufanye kazi. Tulipokea masase. Hii masase ni ya kupigana si wenyewe kwa si wenyewe Mungu atusamee sana. Nauliza hima sase ni ya kupigana kwa sive nyewe kwa sive nyewe wala na mimi najiuliza makanaki. Hii masase ni ya kupigana sive nyewe kwa sive nyewe adui iko. Tunapokea masase. Tushimame tupigane vita. Mwebe ni mnasema ba viongozi makanaki ya shimama ayaenda kuvita Aisha kula rushwa. Sasa wewe unachunga nini wewe mweneo ya kula rushwa? Wewe shimama sasa uende sasa kuvita ila mesaje anavapatia Mungu anaruhusu vita naoleko na roho mubaya, na mwingine atupe mbali na tusameane, tushimame, tusigeozane maadui. Masase busiku jana, siku ya posho, masase naisha busiku, masase nalia, nikaambia viana, msijiviane, nyamanza, munatosha mahema. Ile mahema muirudishe, murudishe benzenyu, ile mahema mimi nilisema basipige risasi hakuna shujaa risase, shujaa ni Mungu. Hakuna dawa ya risase, dawa ni Mungu. Tupendane, tuwe na upendo, tufuate adui na asenti. Sana Mungu atubariki na Mungu atusamee kwa maana, tuko wanadamu. Asenti na mchana mwema, na Mungu atubariki. Asenti. Hii message inayefuatisha na hii eh, kama neno, napenda kusema viongozi wa Wazalendo, tuwe na hekima tuwe na hekima sana, tuwe na hekima kiongozi. Akoaki naongozewa na jeshi, kiongozi anapasha ongoza jeshi basoda. Basituongoze basitu, siye ndio tuongoze basoda, tusiotorize basoda. Bakwe banalewa, hii mabulevi ndio natuletea mashida. Huko nakutana soda naenda iba, kama tunakatala bwizi, ile bwizi inaendelea, tukishafuatilia ile bwizi, oh! Mabetize nakuwa ya kuapuye batu venye kufanya madesordre. Tunachukiana, tuachane na vile. Soda nalewa, ile kulewa. Kama bana mutombokea, eh unatombokea soda uko na soda mima lakini uko na soda na mwingine uko na soda, tukataze ba soda bulevi, tukataze batu ya kwenda nafanya madesordre mabarabara, kwenda naleta madesordre desordre ku madepo. Ya batu tu kwenda nanyanyasa batu ku madepo, kunini? Kumafrontiere juzi, niko kiongozi na vengine va viongozi juzi, vanapitisha makalibira pale, banasema ni makanaki, bana biblia ni makanaki. Eske mie nilipitisha makalibira pale, wala nishakapitisha gari ya makalibira pale, lakini munasema ni makanaki? Ile yote ni jaribu na Mungu akimezi ile pepo. Tujikomporte kama viongozi, tujikomporte kama viongozi na kama mimi nalomba service ku poro wala nalomba service ku frontiere, na frontiere yako yangu niya serikali, napasha negosie, napasha lomba batu bakubwa bene bana shimamia, banashimamia frontiere, bananisaidia. Lakini siwezi shimama juu niko na silaha, aseme niko na nguvu, nyende nyendepitisha gari kwa nguvu, wala nipitishe mzigo kwa nguvu, hapana. Unaona bwana, hiyo ndio ilitokea, hiyo e. Yaani ndugu zangu, wasiwadanganywe wasipeleke umbali kushoto kulia, hiyo ndio jinsi mambo ilikuwa Uvira. Sasa, mimi kile ambacho naweza kuongea kwa wazalendo niki. Ndugu zangu, sisi tuko tunapambana juu yenu. Tuko tunafanya kila kitu juu ya wazalendo. Raia imeweka roho yake kwa wazalendo. Sasa, endapo mtaanza kuleta ujinga kwanza, kukoroga kukoroga mambo kwanza, kufanya vitu ambavyo raia haifresh navyo, hatutelewana. Lueba, anasikia kumeuliwa mtu mwingine tena pale pale kwenye wali alikufaga mtetezi. Pale pale tena waliua mtu anatoka misisi juu ya sengsa tu. Wanaomba sengsa, mtu anaomba mimi sina, inakuwa ni shida. Nyinyi wazalendo ambao mpo kwenye makamba ambao mko mnafanya ni ku, ku, kukaa pale haiko kuwa na lomba raia franga. Mnafanya vile mwenye iko nazo na, anakupa mwenye hana mwache aende, ndio jinsi inasemekana, ndio jinsi hiko hivyo. Hauna dhuru ya kumlazimisha raia ni akupe franga. Oh. Na kote kwa mimi niko napita niko nakwambia hivi, hapa mko hapa amna dro ya kulazimisha raia akupe franga hata senti moja. We huko hapa ni kulinda kuangalia nini kinaingia nini kinatoka, lakini hapana kulazimisha mtu akupe franga, kama hana itakuwa ni shida, oh. so uh, oh, siku hizi watu wengi wameniambia, oh, raja, uh, dakika zinakuwa ziko nyingi sana, kwa hiyo jiraiise, uh, tupunguzie hata dakika hivi tu, ili tu tunapata muda wa kuangalia wa kusikiza mambo yote. Kwa hiyo sasa tunakuwa tu tuna Uh, tunaweza kuwa tuna sintetize mambo tunatema mambo kuwa madogo, kwa hiyo tutakuwa tunatumia dakika 15 18 hivi, zikienda sana ni dakika 20, tutakuwa tunamaliza. So hii itaweza kusaidia pia, ili watu waweze kuwa napata muda wa kusikiliza habari eh, za moto yote mwanzo mwanzo hadi mwisho kulingana yu, pia na, na, nyakati na jinsi mambo yako yanaendelea ya. Kwa hiyo kifupi tu ndio hivyo ambavyo imeweza kutokea. Unaweza ukafanya chochote kile ambacho unaweza kufanya lakini jua kwamba mzalendo ndiye mtu ambaye anapewa eh, matumaini makubwa na wananchi, lakini hatutaruhusu ruhusu apoteze ile credibility. Hatutaruhusu mzalendo akuwe mtu wa ajabu ajabu na apoteze kile ambacho wananchi wanaweza kumpa kama vile confiance. <coughs> So big up sana asante sana kwa wote ambao mko pamoja na sisi kutoka Canada, Australia, USA. Eh, namuona Ejide Kizenga Tembele, namuona Shaban King Sele, Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, ramake Afrika Kusini, Mhamed Papi Rajab, Biondo Kilamba Mawe, Mzo Seta Main. Eh, pia namuona Jedone Butoto, Meshake, Jake Bahati, Kiza eh, Salum, Mashaka Yamba. E, Elisha kutoka Nairobi Kenya, Emmanuel Mang'ombe Da Feza, Dalitesia, wote wakiwa wanasikiza Baraka One TV bila kumsahau pia Akis Kandeki. e, big up sana kwa wote na tutazidi kuwa kwa pamoja na tufanye hizo shughuli zote kwa pamoja. So tuendelee kutumbilia B One TV channel 2 ili kukutana na matukio mengi mengine. Eh, tukutane majira ya saa tisa. Saa tisa bwana tutazungumza kushana na jinsi mazingira yanaendelea. Kagame anaanza kulalamika analia anahitaji watu waje washiriki wa, wa, wa, wa, wa kwenye ile ile genocide yake yenye inazokufanya kila mwaka. Sasa wazungu wamemkacha, wazungu wamemkimbia kwa hiyo <laughs> mambo ni magumu, na pia kumejitokeza mpinzani mwingine ambaye anataka kuiangusha utawala wa Kagame, anataka ichukue pouvoir ya Rwanda, na anasema kwamba wakongomani hawana mashaka, wasiwe na shida na Rwanda, wao hawana shida na Rwanda, lakini eh, shida ambayo iko Rwanda ni, ni ya Kagame, ndio shida Rwanda, kwa hiyo watafanya chini juu ili kuweza kumwondoa Kagame, so big up sana. Tukutane majira ya saa